Yeye amekariri Biblia, vitabu vya Biblia. Kuna baadhi ya vitabu ambavyo vyote viko kichwani. Kuna Wagalatia, kuna Waefeso, kuna Wafilipi, kuna Wakolosai, kuna Waibrania, kuna Yohana Mtakatifu, kuna waraka wa kwanza wa Yohana na kuna Warumi. Vitabu vinakuwa nane, lakini kuna sura tofauti tofauti. Kuna matendo ya Mitume sura ya saba, na waraka wa Yuda kitabu kimoja sura moja, lakini kuna Wafalme wa kwanza sura ya nane maximum hmm. Kwa siku nasoma mistari mitano nakariri mistari mitano. Kwa hiyo kama sura ina mistari thelathini, najua ndani ya siku sita nitakuwa nimemaliza sura moja. Sasa nataka tuhakikishe, tuthibitishe, je, kweli mtumishi wa Mungu amekariri Biblia na vitabu hivyo walivyovitaja kweli? Waibrania sura ya kumi na moja, Biblia Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahili. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo akashuhudiwa ya kuwa na haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na Nathanaeli akajibu akamwambia, Rabi, wewe ndiwe mwana wa Mungu, ndiwe mfalume wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia kwa kuwa nilikwambia, nilikuona chini ya mtini waamini? utaona mambo makubwa kuliko haya. Mstari wa mwisho 51, akamwambia, amini amini nawambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Haleluya! Yohana sura ya kwanza, yeah, mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na tatu unasemaje? Biblia nasema, ha, nasema uh -huh. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea bali wote waliompokea wa aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Yesu akawajibu akasema, mm. amini amini nawaambieni, mm. ninyi mnanitafuta mm. si kwa sababu mliona ishara mm. bali kwa sababu mlikula ile mikate mm. mkashiba hiyo inapatikana sura ya ngapi mstari wa nne? Hiyo inapatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6, mm -hmm, mstari wa 26. Ah! <laughs> Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. mm -hmm. ninyi ni wa ulimwengu huu. Aha, mimi si wa ulimwengu huu. mm -hmm. kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba, mm -hmm. mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu Msiposadiki ya kuwa mimi ndiye hmm. mtakufa katika dhambi hmm. zenu. <coughs> Inapatikana wapi hiyo? Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari uh -huh. mstari wa 23 hadi wa